Katika kliniki yetu tunafanya vipimo mbalimbali vya moyo. Uh, kipimo cha kwanza ni kipimo cha ECG, ni kipimo ambacho kinapima au kuangalia wa moyo. Pia tunafanya kipimo cha echo ambacho tunaangalia moyo kwa ndani kuweza kujua, um, kama kuna shida yoyote katika chemba za moyo au katika vavu za... Aa, na kuna kipimo kingine kinaitwa ECG, kipimo cha umeme wa moyo, lakini kinarekodi kwa masaa ishirini na nne. Kuna kipimo kingine kinaitwa stress ECG ambacho ni kipimo ambacho kinafanywa, um, mgonjwa akiwa anakimbia kwenye mashine ya treadmill, na kuna kipimo kingine cha ambulatory blood pressure ambacho kinapima pressure kwa 24. Kwa hiyo wagonjwa wetu mkija katika kliniki yetu ya JKCI Kawe mtaweza kupata hiyo huduma ya hivyo vipimo. Pamoja na hayo pia, vipimo vyetu ni vipimo vipimo ambavyo tunaviita non-invasive ni vipimo ambavyo vinafanyika kwa haraka sana, na mgonjwa atakapofika kwetu atafanya hivyo vipimo kwa muda mfupi sana, ambapo ataweza kupata huduma yake ya vipimo na kuweza kupata majibu yake siku hiyo hiyo na kumuona daktari siku hiyo hiyo. E, tuko hapa tunatoa huduma hizo za maabara kwa vipimo vyote vya moyo na vipimo vingine ambavyo wagonjwa wanahitaji kama vile vipimo vya sukari, ini na figo, na vipimo vingine vyote ambavyo sijavitaja. wa wagonjwa wetu wakija maabara, tunajitahidi kuwahudumia ndani ya muda mfupi na kuwapa huduma bora kabisa. Muda mfupi huo ni muda tuliouweka, ni lisali moja na nusu vipimo vyote vya maabara vinatakiwa viwe vimeshatoka ndani ya huo muda. Kwa hiyo sasa ni sehemu bora kabisa kwa wagonjwa ambao wanatokea ma maeneo ya, ya karibu karibu na Kawe au Kawe kabisa. E, ni nafasi nzuri kwao kuja hapa kwenye kliniki yetu ya Kawe kwa ajili ya kupata huduma za kitabibu. Upande wa pharmacy, tunatoa dawa za moyo pamoja na magonjwa yote yanayohusiana na moyo na tuhakikishie kwamba tuko kwa ajili ya kuwapatia huduma. Kwa hiyo msisite kufika, na dawa zote zinapatikana. Dawa zinapatikana ndani ya muda mfupi, tangu unafika pharmacy, ndani ya nusu saa unakuwa ushapata dawa zako na maelekezo ya dawa. Pia tunatoa ushauri kuhusu matumizi sahihi ya dawa, ili mgonjwa anapotumia dawa zake aweze kupata matokeo yanayohitajika ya moyo wako.